Dada Upendo karibu sana. Asante nashukuru. Ehe, umetokea wapi na umetusikia wapi? Mi nimetokea Mbeya Tunduma. Mbeya Tunduma. Eh, ndio nyumbani, mi nimezaliwa Ilinga Mbeya, tuliamia kama tuna miaka miwili tangu tuamila. Mi nimezaliwa Ilinga wilaya ya Mfindi, huko Mfindi, huko kwenye baridi kweli kweli, ndio Mimi niliwapata kupitia simu yangu nikuta nimetumiwa SMS: je, upo tayari kufanya kazi? mm -hmm. ila ile SMS isikuielewa vizuri, nikajua labda ni watu wanaotumaga hawa mitandaoni. mm -hmm. nikajaribu kui nikajibu nipo tayari. mm -hmm. nikapigiwa simu nikaambiwa, nilipigiwa na madam Karen, akaniambia yeye anatoka kwa dada center. mm -hmm. taasisi ambayo jamani jhuhakiia jamani, alivyoniambia hivyo, yeye alisema kwa ajili ya wadada no, kazi wanaohitaji kazi inajihusisha e, e, na kuwapa ajira wadada wa kazi e, ambayo imeanzishwa na alivyoniambia inajus... nikawa naanza nikawa nafikiria labda huyu atakuwa labda ni wale watu wa mitandaoni wale, mhm mm, watu wa mitandaoni ni wapi uh, hao Yaani wale ambao wanakuwaga wanasema tuma hela kupitia namba hii ah, tuma hela, tuma <laughs> atunaga tuma hela sasa <laughs> ndo nika nani, kwani uliambia utume hela ah. Nikajua labda atakuwa ni matapeli hawa, nilikuwa sijajua, nika nani alikuwa mm niambia, je sikilia -hmm. nika nika nani nika nika nikawa sijaekea mm -hmm. kichwani vizuri manani nikawa mm -hmm. tu nimeipotezea, nikajua labda watakuwa tu ni watu wale matapeli. mm -hmm. Lakini kakaa, baada ya mwezi mm -hmm. mdogo wangu akaniambia mm huko -hmm. unako, maana nilikuwa nafanya kazi za ndani. oh. Ila mshahara nilikuwa nalipwa elfu hamsini kwa kufanya. Wapi, huko huko, Tunduma? Hapana, nilikuwa Morogoro. Ah, ulikuwa Morogoro? Ila pia mshahara nilikuwa silipwe kwa wakati, unakuta imepita oh. miezi mitatu, miezi mitatu hujalipwa, nimelipwa mitatu labda elfu thelathini, anasema dada, chukua hii kanunue mafuta He -he. Afu, unakuta umekaa saa zingine mpaka mwaka umeisha, labda ndo kuna sikukuu vile unaenda nyumbani, umefanya mm -hmm. kazi miezi zaidi ya kumi mm -hmm. hela uliopewa labda, unapewa laki mbili laki mbili hela zingine zote zinakuwa zimeishia tu zimeishia, hujapewa tena, hujapewa tena. Jamani, wewe ishawahi kukutokea? Oh. hivyo Ndiyo, ndo hivyo ilivyokutokea wewe? Hela sijalipwa zote. Hujalipwa huko ulipokuwa unafanya kazi? Na umekaa muda gani? Nikaa kama mwaka mmoja. Kwa hiyo uliishia kulipwa shilingi ngapi? Ilikuwa ni Krismasi ndo unarudi nyumbani. Krismasi, unarudi nyumbani, akakupa laki na nusu. Eh, akaniambia nyingine nitakutumia kwenye simu. Mpaka nimefika nyumbani akawa ananipigia simu njoo, nikamwambia mi siwezi kuja, labda unitumie ile hela, maana hata nauli sina. Akasema njoo, tutakurudishia ndo hivyo uh, hivo -huh. ndo nikaona, ndo mdogo wangu akawa akaniambia amenitafuta hivi, kuna nanii, mi nipo huku nimepata ni kazi huko kukwana, ni, kwa huko kwa nani, kwa Joyce Kilia ulikokuwa unasema watu wanakutumia SMS, nimefanya nimemaliza miezi miwili uh -huh. Huu mwezi wangu wa, wa kwanza sikupewa hela ila huu wa pili nimepewa hela mm -hmm. Tarehe ile ile mwezi ule ule ndio anza kazi nimepewa mm hela -hmm. yangu asubuhi na mapema mm -hmm. kama upo tayari nenda kafanya ne mm watu -hmm. ambao ana mkataba kabisa mm -hmm. alivyo nielekeza nikasema ngoja nije ngoja uje eh, lakini hata hiyo hela aliyokuambia ya kwanza hajapewa We, umeshaelewa hiyo, kwa nini hajapewa? Ndio alivoniambia nilielewa, baada ya kupewa mkataba, baada ya wewe kupewa mkataba e. Ukaelewa kwamba huo mwezi wa kwanza, kwa nini hupewi hela kwa sababu ile ni zamana yangu, mimi ni zamana yako e. Wewe kwamba utakuja kupewa lini hiyo hela, itavokuwa nimemaliza mkataba wangu ule wa kwanza, ndo e utapewa hiyo hela e. Kwa hiyo sio kwamba hela ikija huku ni, e. Sio kwamba ni, ni e. ya kwetu, sio ya kwenu, ila ile hela inakuwa ni mmeniwekea mimi mwenyewe ehe, hmm. Na lengo kwa nini tunafanya hivyo, kwa sababu mimi naweza, unaweza ukavunja mkataba. Kwa hiyo eh, bosi wako akabaki hana dada, dada, ile ile, dada mwingine hapa dada mwingine. E. E. Kituoni kuna gharama, si umefika hapa mmekula mmelala eh. Eh, tunalipa ili jengo eh. Tunalipa umeme, tunalipa maji. Kwa hiyo tunapokuhudumia ni gharama, gharama ambazo bosi wako ndio analipia kwa ajili ya kumwandalia dada ukafanye kazi kwake Deo. Sasa we utakapokuwa umeondoka kabla ya mwaka kuisha, zile hela zitatumika kumwandaa dada mwingine, kwa sababu sisi tunawaandaa bila kuwachaji kitu chochote, tunawafanyia training, si ndio eh, tunawalisha, ndio tunawahudumia, zile zote ni gharama, lakini nyinyi ham hamchangii, si ndio. Sasa itabidi bosi wako tumpe dada mwingine ambaye pia atatakiwa kuandaliwa ndio, naye aje yale hapa alale yeah. kuna umeme Deo. Kuna kodi, kuna wafanyakazi wanaowahudumia sitoka, mmepokelewa hamkukutana na mimi eh? si ndiyo? Maanake wale wanaowahudumiwa wanayowapokea na kuwahudumia na kuwapa mikataba na kuwaelekeza na kuwafanyia training, wale ni wafanyakazi wa huu mradi, wanalipwa na huu mradi ndiyo. Kwa hiyo sasa bosi wako anapotoa hela kwamba ana, anaandaliwa dada dada atakaye kwenda kufanya kazi mwaka mzima lazima tutimize hiyo ahadi. Tusipotimiza sisi tutakuwa ni matapeli, tutakuwa tumemtapeli huyo bosi, si ndiyo? E, sasa ndio maana tukaweka hiyo zamana. Kwa nini? Kwa sababu wadada waliopita mwanzoni, wakati mradi unaanza, walikuwa waongo, baadhi, sio wote, wako ambao ni waongo. Anaenda anakaa kazini miezi miwili mitatu au minne mitano, anaondoka. Sasa bosi atatuelewaje? atuelewa vizuri au vibaya? Tayari vibaya, si ndiyo? Sio, na mwenyewe atakuwa ya, ya umeona hela aliyotoa kwa ajili ee, ya kupatiwa dada. Ndio hapo tulipoleta umpango wa dhamana kwamba jamani, ili tusigombane na wamabosi, basi dada aweke dhamana yake, ili asipomaliza mkataba ile hela itatumika katika maandalizi ya dada mwingine, bosi apewe dada, ugomvi hakuna Ndea. Kwa hiyo ndio lengo la dhamana, yani dhamana ililetwa ilikuja kwanza kwa sababu baadhi ya wadada wali uaminifu lakini kwa ajili ya kufidia bosi wako apate dada mwingine, sisi tunataka tu keep ile promise. Tunapotoa ahadi kwamba tunakupa dada ndani ya mwaka, basi bosi kweli apate dada ambaye either atamaliza mwaka, asipomaliza mwaka anapewa dada mwingine mpaka ule mwaka wake uishe. Sasa wadada waliomaliza mikataba dhamana zao wamepewa, ambao hawakumaliza dhamana zao hawajapewa. Ndiyo. Kwa sababu na wao walishindwa kutimiza ile ahadi waliotoa. Kwa hiyo, huyo ndugu yako inabidi umrudie umwambie, kwani ule mshahara wako wa kwanza wewe hujui maana yake ni nini? Sawa eh, maana alivyokueleza tu hakukufanulia, kwamba sio kwamba halipwi. Umeona? Umeona, halipwi. Umeona? Sasa wewe rudi, umwambie, mbona ni dhamana, nimeshafika, nimeelekezwa, hela yako haijapotea. We ukimaliza mwaka, hela yako unarudi, unafanyaje? Unaichukua e. Inabidi tuwafundishe vitu vingine kwa kutumia uh, yaani unajua mafundisho saa nyingine watu wa, wanafundishwa kwa maumivu Yaani unajua kama hivi tukiongea dada, jamani fanya hivi kwa maneno hawasikii wa lakini mm -hmm. akiingia gharama na yeye akaona ile dhamana hajaipata kwa sababu kavunja utaratibu. Mm hiyo -hmm. ndio somo linakuwa limemuingia vizuri. Mm -hmm. Sisi tunaelewana eh? Mm -hmm. Kwa mm hiyo -hmm. inabidi tuweke fundisho kwa namna ya vitendo kwamba bwana, kama wewe kweli uko serious weka dhamana yako ndio tutafanya kazi na wewe. Tukiona mtu anaweka dhamana kweli, hapo anatupa amani kwamba kweli huyu ni mwaminifu atamaliza mkataba lakini hata asipomaliza mkataba, hana nia mbaya na sisi, yuko tayari kuchangia kituo si ndio eh? Okay. Unakuwa hamna no, ugomvi maana huo ni, ni ubinafsi ni ubinafsi mkubwa sana kwamba we unataka kituo kikusaidie bure alafu yani upite tu yani usichangie chochote, sio sawa. Hata Mungu hawezi kubariki si ndiyo? inabidi mm -hmm. Hey, unawe uridhike kwamba jamani, kweli sijamaliza mkataba, lakini wale watu wamenisaidia, kwa hiyo acha tu bosi wangu wapewe dada mwingine, ili siku nyingine ukija, tunakupokea mm -hmm. Wadada wanaoachana na sisi vizuri, wakija tunawapokea na na tunaendelea mm -hmm. vizuri. na biashara e. Kwa hiyo dada Upendo, una malengo gani sasa? Mimi, na malengo mm -hmm. kazi nipate hela katika kilimo kusaidia kwenye kilimo. unataka kwenda kulima? Ndio, kwa sababu kule nyumbani tuna mashamba, nahitaji mbolea, nahitaji mbolea. nahitaji kuyahudumia vizuri hiyo. okay. unatafuta kama kiasi gani? Yaani hela ya kilimo, ina maana nikipata hata milioni moja. okay. itanisaidia kunua mbolea uh -huh. kwa ajili ya palizi uh -huh. madawa, nitapata uh -huh. mazao pia, nami nita Nitauza, nitakula mengine. Unataka hey, kulima mazao gani? Nataka nilime viazi. Viazi gani? Viazi, viazi viringo hivi ya chipsi. Ndio viazi vya chipsi. chipsi. Okay. Yeah. Okay. Basi dada Upendo bwana, karibu sana, we nenda kafanye kazi. Taasisi yetu ni taasisi inayosimamia haki za wafanyakazi wa nyumbani. Hapa utalipwa mshahara wako kwa wakati. Ndiyo. na ukifanya kazi kwa bidii, ukimaliza mkataba vizuri, ukija tunakuangalia, tunakuongezea mshahara. Sio, umeelewa? Yaani huku mambo ni bul bul, bul, Yaani huku mambo ni mazuri, mambo Ndiyo. ni moto. Umesikia wewe eh? Enenda kachape kazi, bosi wako atuambie, jamani mmenipa jembe mmenipa dada Upendo, mpambanaji. Akituambia hivyo, ukirudi ukimaliza mkataba mmoja, ukirudi tunakuongeza mshahara sawa, mishahara sawa. E, kwa hiyo naenda kapambana.